Serikali katika muundo wake na katika wajibu wake wa msingi, wajibu wa kwanza wa serikali ni kuhakikisha usalama, amani na utulivu wa raia wote wa nchi hii. Huu ni wajibu wa serikali ambao kila kiongozi wa serikali aliyeapa kuilinda katiba ya nchi hii, basi ameapa katika kulinda amani, usalama na utulivu kwa nchi hii. Huu ni wajibu wa kila kiongozi wa serikali. sakaiiye katika hali ya amani na utulivu. nanneta ombi kwenu na kuombea viongozi wetu kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amiri jeshi wa majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pamoja naye wasaidizi wake na wateule wake na viongozi wa serikali wenye dhamana ya kuilinda nchi hii. Na pia tuwapelekee tuyaelekeze maombi yetu kwao. Idi hii tuitumie Waislamu, tuwaelekeze umoja na umoja si hi hiari, umoja ni amri ya Mungu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waislamu washikamane kupitia dini hii wawe wamoja. Na ndio maana tumeamua, tumekubaliana Waislamu wa Singida, lakini sio Singida mjini tu, wilaya zote tujitahidi kukaa kwenye viwanja vya pamoja ili kurudisha umoja ambao uliojengwa na wazee wetu waliopita. Msoleni Mtume Muhammad. Japokuwa tutakuwa tutapata shida, lakini kwa sababu ni amri ya Mungu na sisi tumeamua. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, tufanikishe umoja wetu. Umoja ni nguvu umoja ambao utatuletea maendeleo Singida. Tunajua watu wamepata machungu, wamejiuliza, lakini Waislamu tuangalie amri za Mungu, tuangalie maslahi ya dini, tuangalie maslahi ya Uislamu. Hapo ndo patakuwa tumetipatia, na Mungu atatusaidia umoja wetu inshaallah. Niwaombe sana, tumeomba waislam tudubisha amani. Tumeambiwa waislamu, mwaka huu Tanzania ina uchaguzi. Naomba niwaambieni, nchi hii ni ya kwetu, na Mungu ndio aliyetaka si tuwe Tanzania na haki ya kusikia, wanaharakati wanaingia kwenye majumba ya Uislamu, maimamu wanaharamisha uchaguzi. Ni waombe Waislamu, nchi hii ni ya kwetu, tutafute viongozi waliye vizuri sisi wenyewe. Lakini pia na nukta ya pili, kupitia hilo tuwe na amani. Hebu tujitahidi, Waislamu, amani tulionayo ndio maana leo tunasema tuswali bombadia, watu wametoka watokako, lakini wametembea wanavyotembea, kwa vipando kwa kutembea, lakini hafikirii kwamba kuna bomu au kuna shida yoyote. Hii ni amani, na niwaombe Waislamu tudumishe amani yetu. Niwaombe sana tujitokeze kupiga kura, lakini kwa amani, ili tuendelee kuswali kwa amani kufanya maendeleo kwa amani, mambo yote tufanye kwa amani, kwa sababu tumetengeneza nchi hii kwa kupitia amani na utulivu mkubwa. Tusiape nafasi machafuko na wanaochochea vurugu. Kila mmoja ajaribu kutazama watoto, nchi ikichafuka, watoto watakimbilia wapi? Nchi ikichafuka, wazee wetu wakongwe watakimbilia wapi? Tujaribu kuwatazama walemavu nchi uh, ikichafuka hawana pa kukimbilia. Kwa hivyo, hubul watan alamatul iman, hubul watan. Uh, kwa hivyo kila muislam achukue nafasi hiyo ya kuweza kutanguliza uzalendo na kuipenda nchi yake.